Familia zaidi ya 1700 ambazo ziliathirika na mafuriko katika eneo la Tana Delta kaunti ya Tana River zimepokea msaada wa malazi na chakula kutoka kwa serikali kuu kupitia idara ya maswala maalum. Akizungumza na wanahabari katika kijiji cha Bandi, katibu katika idara hiyo Ismail Maalim amesema familia hizo pia zitaendelea kujengewa nyumba katika maeneo salama. Aidha, baadhi ya wa waathiriwa hao wameirai serikali kuongeza zaidi mipango ya kuwapa makazi ya kudumu. Serikali iliweza kupeana e, usaidizi aina mbalimbali iko ya chakula, iko ya mambo ya ujenzi ya nyumba na familia wale wamekuwa wameathirika wako wengi mno. Na kati ya hawa serikali iliweza kwa phase 1, imepangwa katika faces. Katika hiyo phase 1 tumeweza eh, kusettle familia zaidi ya 1700. Tunaomba serikali kuu kwa vile ambao walituletea hizi mabati kwa watu eh, mia moja, na hao watu ambao walipeana hizo mabati wamejenga manyumba yao. Saa hihi hizo nyumba mia moja ziko tayari hapa Kulibaki watu 180. Tunaomba watu 180 wapewe hizo mabati ili na wao wajenge manyumba kama wale wengine. Na program vile tumeimplement ni kwamba zaidi ya families 1700 wame wameweza kuwa settled katika hii area ya hii county ya Tana River. Wameshapewa mabati, wameshapewa bao wamesha pewa msimari na vifaa vingine vya kujenga.